Economic empowerment yetu inapelekana na sera ambayo tuliuza wakati wa campaign ya bottom up. Tukasema mama mboga ambaye anachomeka na jua ananyeshewa kando ya barabara anapigwa na vumbi, atajengewa soko ya kisasa soko ya kifahari, na pia tumuinue awe na stock ya kutosha, ile alikuwa anauzia kando ya barabara kama ni elfu mbili aongeze ifike elfu kumi aweze kuweka stall kwa soko zenye zitajengwa. Jameni, tumekosea kufanya hayo? Sasa mimi naona wengine wanazunguka wameumwa na empowerment. Wacha tuwaambie this empowerment program sio pesa ya umma, sio pesa ya serikali. Mimi nimeuza ngurue kwangu na ng'ombe zenye nafuga, ila kidogo nabakisha, nisaidiana na wabunge wengine ili nikifanya empowerment Kikuyu na wao wakuje wanisaidie, sindio? Yeah. si wote wako mshahara mshahara? Yeah. si hata Fabian mnalipanga hiyo mshahara? Yeah. ama mjui ni kodi yenyu inalipa fabian? Yeah. na sisi pia inatulipa hiyo mshahara kidogo, tugawane na nyinyi ili muindue biashara zenyu vile tuliambiana ki bottom up. La mwisho nasikia wale wengine ambao tunashindana na wao na ni vizuri sasa, inadhihirika teams ni mbili. Kenya kuna team ya kuunganisha Wakenya, kuwaleta pamoja, kufanya economic empowerment, kuwaendeleza Wakenya mbele na maendeleo, kujenga masoko, manyumba, barabara, na kuunganisha stima. Kuna wengine pia, na hiyo ndio timu iko hapa, ikiongozwa na William Ruto na naibu wake deputy president mwenye anawasili iko ile timu ingine, watu wa chuki, watu wa propaganda, watu wa uchochezi, ukabila na mambo ya kuwagawanya wa Kenya.